Kim Media. Mifugo iliyopatiwa chanjo ya homa ya mapafu kwa bei ya ruzuku katika mikoa ya Kanda ya Magharibi inafanyiwa tathmini ili kubaini ufanisi na usalama wa chanjo hiyo. Tathmini hiyo inafanywa na wataalamu wa mifugo kwa lengo la kuisaidia serikali kupanga hatua za mapema katika kuimarisha afya ya mifugo nchini. Zoezi la kukusanya sampuli na kufanya tathmini kwa ng'ombe limefanyika wilaya ya Nzega mkoani Tabora, ambapo chanjo hiyo imehusisha pia mbuzi na kondoo wanaoandaliwa kwa mpango wa chanjo ya sotoka yaani PPR, unaotarajiwa kuanza hivi karibuni kama anavyobainisha mtaalamu wa mifugo kutoka Kituo cha Afya ya Mifugo Kanda ya Magharibi Daktari Doto Peter. Tunachokifanya, tunachukua sampuli za damu ili tukaweze kupima kuangalia, je wanyama wetu tuliowachanja miili yao imeweza kudevelop kinga dhidi ya ugonjwa tuliokuwa tukichanja wa homa ya mapafu. Lengo letu ni kujua ufanisi wa chanjo yetu, ili tuweze kupanga jinsi ya kuboresha na itupe ushahidi kwamba kazi tuliyoifanya ina tija kiasi gani, na tuendeleze kwa ajili ya kuweza kumaliza ugonjwa huu usiwepo katika mifugo yetu. Pia kwa mbuzi na kondoo nako tunachukua sampuli ijapokuwa tukuchanja mwanzoni, lakini kwa ajili ya kuweza kupata hali ya maambukizi au usalama wa mifugo yetu kuhusiana na ugonjwa wa sotoka ya mbuzi na kondoo. Kwa hiyo pande zote mbili tunachukua sampuli sasa hivi ili kuweza kupeleka maabara, tuweze kupata majibu. Zoezi letu la mwanzo la chanjo tuliyoifanya ya kitaifa dhidi ya homa ya mapafu, matokeo yako yakoje? Kinga katika mifugo yetu imefikia kiasi gani, ili tuweze kuwa na majibu na kupanga mwendelezo mzuri katika zoezi letu hili. Pia na mbuzi na kondoo, tunachukua ili kwa ajili ya maandalizi ya chanjo yao ya sotoka kwa awamu nyingine kwa mbuzi na kondoo. Toa hofu kwa wafugaji kwamba sio kwamba kuna madhara fulani, ni taratibu ya kawaida ukishafanya chanjo, kuangalia, je, chanjo ile imetengenezwa ufanisi kiasi gani? Miili ya wanyama, mazingira, usafirishaji wa dawa, zoezi lilofanyika, kuna tofauti yao kutokana na moja hadi nyingine. Kama kutakuwa kuna upungufu, kinga mwili haijajijenga kwa kiwango kinachohitajika, hapo inafanyika uchunguzi kwa nini kinga mwili haijafikia kile kiwango So, tunategemea kiwango cha kinga katika mwili baada ya kuchanja iwe kwenye level fulani. Sasa tukiikuta ijafika pale, inabidi tuangalie, je wachanjaji wetu walifuata yale maelekezo ya mtengenezaji na tuliowapa. Ijapokuwa walifuata lakini hatuwezi kusema, tuangalie, lazima tujiridhishe kwa ajili ya kuwa na uhakika kwamba ilifanyika na kinga mwili katika wanyama wetu ipo katika kiwango fulani. Kiwango gani? Je, ni kile kinachokubalika? Aidha, afisa mifugo kituo cha kanda ya Magharibi, Daktari Nasoni Mponzi ameeleza msingi wa kisayansi wa ufuatiliaji huo, malengo na matarajio ya serikali. Jambo la kwanza ni kujua ile chanjo yetu kama imefanya kazi vizuri, na kama imefanya kazi vizuri na maana, unachokizingatia ni kwenda kuangalia kinga za mwili kama zimeongezeka, hizo hizo kinga za mwili ambazo kwa kitaalamu inaitwa antibody. Kwa hiyo tukishaona kile kiwango cha kingamwili mwili kimeongezeka maana tutajua kwamba chanjo yetu imefanya kazi vizuri. Lakini jambo la pili ni kudhibiti au kutambua ubora wa chanjo yetu ambayo tunaitumia. Kwa kama chanjo yetu sasa hivi itakuwa imefanya vizuri na maana tutakuwa tunaitumia endelevu miaka ijayo. Lakini kwa jambo lingine kwamba sasa hivi tumesha chanjo. Lengo la kuchukua sampuli pia ni kutambua kwamba hakuna maambukizi ya ugonjwa ambao tumeuchanja sasa hivi ambao tulikuwa tunachanja homa ya mapafu. Kwa hiyo kwa sasa hivi tukishachukua sampuli, tatambua kwamba maambukizi yamepungua au yameisha kabisa. Lakini jambo jingine, litasaidia kutathmini ufanisi wa zoezi la uchanjaji chanjo wa kitaifa, kwa maana kwamba tutakuwa tumetambua kwamba okay, mpaka sasa hivi tumefikia malengo yapi na katika maeneo yote tumechanja kwa kiasi gani. Kwa upande wao wafugaji ambao mifugo yao imeshachukuliwa sampuli wanaeleza matumaini yao kwa tathmini inayofanyika. Labda, labda cha kuombea tu wataalamu watu, watuwezeshe ili kila mwezi watutembelee tuje tuone utofauti wa, wa, wa, wa sampuli ambazo zinaanza kuchunguzwa zaidi. Hadi changamoto zaidi, huwa tunaanzia mwezi kama, kama mwezi wa Disemba, paka hii nani mpaka tuseme mwezi wa nani Aprili, hapo ndio kuna kuwa na matatizo yale ya, ya ngozi pamoja na, na, na kwato na ninashukuru mpaka sasa ng'ombe wangu ingawa wengine bado haija nanii hawajapona vizuri, lakini kwa, kwa chanjo hii wengine wameshapona, wengine bado ila nawashukuru, na zoezi la leo hii la kuchukua hii damu kwa ajili ya nanii ya ya uchunguzi zaidi, na ninashukuru mpaka sasa hivi kazi imefanyika vizuri, pamoja na madokta wangu hapa. Nashukuru sana kwa hili zoezi. Zoezi hili la kukusanya sampuli na kufanya tathmini ya kitaalamu, linatarajiwa kutoa picha kamili na mwenendo wa chanjo ya homa ya mapafu, na kuisaidia serikali kuboresha mikakati madhubuti ya kudhibiti magonjwa ya mifugo nchini. Tafadhali usisahau k ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.